Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC inazindua rasmi zoezi la kuwasajili wapiga kura wapya kote nchini. Hafla hiyo inafanyika katika eneo la Mashuuru katika kaunti ya Kajiado ambapo itaongozwa na mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon na makamishna wa tume hiyo. Robert Masai yuko huko Mashuuru kaunti ya Kajiado na sasa naungana nasi mubashara kwa mengi zaidi. Masai Nawnam na asante sana Mashirima. Bila shaka tunakuja moja kwa moja kutoka hapa eneo la Maashuru, Kajiado Mashariki. Tumekuwa hapa tangu asubuhi kushuhudia zoezi hili, ambapo hapa katika ukumbi huu wenyeji vijana wamejitokeza kwa wingi kabisa kuweza kushuhudia zoezi hili na kama nilivyoarifu hapo awali ni kwamba tume ya IEBC inalenga kuwasajili wapiga kura wapya um, milioni 6.3 katika maeneo bunge yote 290, humu nchini. Ila sasa hapa ninaye mwenyekiti wa tume hiyo ambaye ni Erastus Ethekon, na aweze kutueleza tu labda wana mipango gani na maswala kama hiyo. Karibia sana hapa hivi mwenyekiti, halafu tuanze tu labda kutueleza leo, mpango ni ipi? Baada ya kuzinduliwa, Wakenya watarajie nini? Asante sana nashukuru kwa fursa kwa fursa huu, ili nipate kukaribisha Wakenya wote katika usinduzi wa usajili wa wapiga kura, shughuli ambayo tume ya uchaguzi na mipaka imeanzisha tarehe ishirini na tisa mwezi wa tisa. Siku ambayo ni siku ya leo, na shughuli hii ina inajiri ku husisha wa Kenya wote wenye wamefikisha umri wa kupiga kura, yaani wale wamepata ID, wenye wamepata kipande ama pasipoti, wenye ambao sasa kwa muda kwa sasa hivi wanaweza kujisajili kusajiliwa kama wapiga kura, na huu ni shughuli ambayo katiba ime katiba inatulazimisha kama tume ya uchaguzi kuendesha shughuli ya kusajili wapiga kura nchini kote, pembe zote za nchi. Kwa hivyo tunahimiza wapiga kura, tunahimiza vijana haswa wenye ambayo ni mara yao ya kwanza kupata ID, kupata passport, wajitokezee kwa wingi ili wapi, eh, wajisajili ili waanze shughuli ya kwa kujiandaa kwa uchaguzi ujao ambao utakuwa mwezi wa elfu ishirini na ishirini na, na, na saba. Kwa hivyo leo hapa tuko katika ukumbi wa Imarero hapa Mashuru Primary School, Imarero Ward uh, sehemu ya Mashuru Sub County eh, sehemu ya uchaguzi ya Kajiado, East, Kajiado mash, Mashariki, hapa ndio tumeamua kuzindua huu shughuli kwa sababu huku ni sehemu ambayo ni ya wafugaji, sehemu ambayo imesaulika, sehemu ambayo ni mbali uh, kutoka Nairobi, sehemu ambayo ina uh, ina jamii ya wama, wamaasai wengi ambao hawajawahi kujisajili yes. Yes. Yes. Yes. Labda mumeanza zoezi hili kama muda umeenda sana, muda umeyoyoma. Je, mtafikia lengo kwa sababu tayari tumepoteza karibu miaka kadhaa wakati tume haikuwepo? Asante sana kwa swala hilo. Nafikiri tuko na muda, angalau tulipoteza muda, lakini kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa mwendo wa kazi sana, ili tufanye kufikia malengo yetu ya shughuli ya ya, ya kura ya 2027. Kwa hivyo tumefanya kwa kimombo wanasema tume hit the ground running. Kwa hivyo huu shughuli inaanza leo na itaendelea katika sehemu za uchaguzi, yani constituencies ishirini na tisa kokote nchini. Kisha baada ya by election tutafanya kuzindua ile mass voter registration ile ambayo itaenda mpaka kwenye wards na kwenye vitongoji, ndio ili haswa ndio tupate wasajili eh, wale waandikishaji wenye watasajiliwa kupiga kura wengi kwa sababu tuna, tunafanya target ya milioni kama ishirini na nane nukta tano kwa ile kura ambayo itakuja. Labda tumeshuhudia tu mumekuja Mashuru leo na mkatangaza kwamba mnazindua na hili tangazo limetoka labda wiki iliyopita. Je, kuna fedha za kutosha mambo ya civic education na kuendesha zoezi hili kwa sasa? Sasa unajua shughuli za pesa pia haiwezi tu, kuwa Normally we can say resources are very scarce. But kwa sasa hivi tuko na, na fedha za kutosha uh, kushughulikia hii shughuli, lakini tukiendelea mbele tuna, tutajadiliana na bunge na treasury pia watupatie fedha za kutosha kufanya ile enhance, yani maana yake eh, mass voter registration. Kwa hivyo bado tutahitaji fedha za kutusaidia kwa hiyo shughuli Mwisho tukimalizia, umesema kwamba inafanyika katika maeneo bunge yote mia mbili tisini humu nchini. Je, kufika kule mashinini, mashinani ili mwafikie wale watu wanaishi na ulemavu wazee mmeweka mikakati gani? Tukimalizia sisi hapo, si tulisema tuliwaahidi wa Kenya kwamba we shall not leave no one behind. Kwa hivyo sisi kama tume tumefanya mipango yote, hata hapa Mashuru mahali tuliko, tuko na watu wa with disability kuna wale mapastoralists manomads, tumeleta watu wote kwa sababu hatutaki kuacha mtu yote nyuma. Asante sana kwa muda wako bwana mwenyekiti. Na ma mashirima, kama ulivyosikia, huyo ni mwenyekiti wa tume ya IEBC bwana Erastus Ethekon, ambaye ametueleza tu mikakati yote kuhusiana na zile mikakati wameweka, lakini leo tunasubiri hapa uzinduzi, kisha zoezi hili ananiarifu itaendelea hadi miezi minane tu kabla ya uchaguzi, ambapo lakini watakuwa wanafanya mikakati kila wakati kuhakikisha kwamba zoezi hili linaendelea na Wakenya wote wanafikia. Kwa hivyo tunafuatilia alafu tutawajuza hapo baadaye, kutoka hapa Mashuru, Kajiado Mashariki. Mimi naitwa Robert Masai, kwako Mashirima.